Katika sekta ya afya kama tunavyofahamu, hospitali yetu ya wilaya ilikuwa imechakaa, ni hospitali kongwe. Kulikuwa kuna juhudi ambazo zilifanywa na serikali kupitia Mheshimiwa Rais kuziboresha hizi hospitali kongwe, na sisi Mpwapwa tulibahatika kupata shilingi milioni mia tisa, mia tisa milioni kasoro milioni mia moja tuwe na bilioni moja. Kwa hiyo fedha zile ziliweza ku karabati. Tuliwekea kwa ajili ya kukarabati miundombinu ambayo ilishachakaa, miundombinu ya miaka mingi, miundombinu ambayo ilikuwa imeshakuwa midogo. Kwa hiyo, katika kukarabati tumeweza kukarabati baadhi ya majengo ikiwepo wodi, tumekarabati wodi, tumekarabati maeneo mengine ya jengo la mama na mtoto, ambako tumejenga jipya. Kwa jengo la mama na mtoto tulishindwa kukarabati, tuliona kwanza jengo ni dogo, lakini kwa wakati huo aliweza kukidhi mahitaji, lakini pia ilikuwa limechakaa sana, kwa hiyo tuliweza kujenga jipya kupiki, kupitia hizo fedha, lakini pia sehemu ya x-ray tuliweza kuboresha na maeneo mengine, na kama tutavyoona tukipita sasa kwenye hospitali yetu, ilikuwa haina uzio, tumeweza kuweka uzio. Hospitali ilikuwa imekaa kama hivi wazi, lakini kupitia baraza la madiwani tuliamua hivi fedha tuweke uzio ili kuweka usalama wa hospitali yetu. Kwa hiyo kupitia hizo milioni mia tisa, tumeweza kufanya hizo shughuli.